Ni mtayarishaji uh, mwandishi na mwigizaji wa filamu za kibongo uh, mtengeneza filamu kama Going Bongo uh, Kiumeni Peponi na sasa nimeingia rasmi kwenye series uh, mimi ndo showrunner wa wow. Hii series ya Nipo Bongo uh, showrunner, najua ni neno geni kidogo uh, katika masikio yangu umezoea mw mwongozaji mwandishi, uh, kwa hiyo ni kitu kidogo cha kugugo kinawezekana lakini nitaelezea kwa nini najiita showrunner. Ni kwa sababu kwa muda mrefu nimekuwa nifuatilia tamthilia za kibongo na zimekuwa kwa kweli zinanisikitisha, nikiangalia tamthilia za kibongo nikifananisha na tamthilia za wenzetu. Uh, wenzetu namaanisha Waturuki, wa Korea, watu ambao tunashindana nao, kwa sababu so, mwisho wa siku ni macho ya Tanzania ambayo yanaangalia uh, tamthilia za nchi nyingine pamoja na kibongo. Um, kama mnavyoelewa jamaa wametuzidi sana na kila miaka inavyoenda, uh, hatusogei mbele uh, kwa hiyo nimekuja na vision uh, na mimi siku zote ni mtu wa vision, kwa hiyo ukiangalia movie zangu kama Nipo Bongo. Um, uh, sorry movie zangu kama Going Bongo uh, Peponi, Kiumeni, zote zimekuwa zikileta mapinduzi, kwa hiyo nilivyokuwa naleta mapinduzi katika tamthilia Uh, obviously ukileta mapinduzi watu wanakuwa wagumu sana. Pamoja na kwamba nilikuwa na hii vision, watu wengi hawakuielewa kwamba tutawezaje kufanya tamthilia ambazo zitashindana na wenzetu. Bahati nzuri nimekutana na engineer uh, Bongolix, kurugenzi wa Bongolix ambaye yeye ana vision kama yangu um, ana mawazo kama yangu. Kwa hiyo tuka join forces tukatengeneza tamthilia jinsi vision ya za wenzetu zilivyo, ambazo zitaweza kukompete kwamba series ambazo unashuti tu chumbani sebuleni, chumbani sebuleni na story hizo hizo. Lakini tu mamoku shoot episode chache hii series na episode sita nane lakini ni episode ambazo zimesimama. Um, uweze ukai forward, uweze ukasema oh naangalia tu mwanzo mwisho nishajua ulipo hapana. Ni series ambayo unaifuatilia mwanzo mwisho. Um, yeah. Kwa hiyo nimetengeneza hii series ya Nipo Bongo ambayo mimi ndo nilikuwa showrunner. Um, kushirikiana na Bongo Lix na Bongo Lix ni app mpya ambapo kwa sasa hivi Nipo Bongo itakuwa inapatikana kule exclusively. Um, ni app ambayo kwa mtazamo wangu najielewa uh, ina vision ya kuleta mapinduzi ya kweli. Watu wengi sana wanasema wanaleta mapinduzi, lakini ukija kuongeana nao, ukiwapa vision yako, jinsi ya kutengeneza vitu properly kama wenzetu wanavyotengeneza Uh, matokeo yake wanakuwa kupokele tena simu zako awajibu tena <laughs> email zako, na ndio Tanzania ilivyo, kwa sababu kila mtu tayari ana mfumo wake ana vitu vyake, kwa hiyo hataki mabadiliko. kwa hiyo Kwa hiyo natumaini Nipo Bongo itajaribu kufanya hata watu wengine wafikirie watengeneze tamthilia zao ziwe tofauti kidogo. Um, kuhusiana na kukata tamaa <coughs> mi mwenyewe nilikuwa mmesha kata tamaa. Um, na kukata kwangu tamaa ilikuwa sio tu kama mtayarishaji lakini nilikuwa pia nikiangalia watu wakiwa wanaziangalia tamthilia za Bongo. Utakuta labda unaenda kukata nywele ziko tu kwenye background amna mtu anayefuatilia, anageuka labda kia dakika mbili anasema, "huyu uh, uh, huyu siku hizi anafanya sijui nini?" lakini hawafuatilii yani story. Mwingine anaweza kumkuta na forward, anaangalia kwa kuforward. Uh, tamthilia nusu saa anaangalia tu dakika tano. Uh, na hiyo inatokana na kwamba kusema ule ukweli kuna changamoto ya uandishi kuna changamoto ya uigizaji na kuna changamoto ya uongozaji. Vyote hivyo vitatu vimekuwa ni changamoto. Aa, Nipo Bongo iko tofauti. Kwanza script imetengenezwa zaidi ya miezi mitatu minne, na haijatengenezwa na mtu mmoja kawaida. Stori za bongo utakuta anatengeneza mtu mmoja, anatengeneza ma episode 80 si 60 zinatengenezwa kama mshaona, kama telenovela zile nyingi. Tamthilia za bongo nyingi ziko kama telenovela fulani yani, kwamba huyu anapenda anapenda huyu, lakini huyu anatoka na huyu wako chumbani wako sebuleni wako chooni basi tunaishi hapo. Hii series iko tofauti. Hii series imeandikwa me, kwa muda mrefu imeandikwa na jopo la waandishi, waandishi ambao ni wengi, wao ni watu wazima, kwa sababu kitu kingine ambacho nimegundua, tamthilia za bongo nakuta bwana mdogo wa miaka 20 ndo anaandika episode zote 80. Umeona mwandishi e, mimi naamini na, vile na, vile inabidi aishi maisha ili aweze kujua uhalisia wa maisha. Kwa upande wa uigizaji tumefanya casting ya muda mrefu, na baada ya kufanya casting Tumewa, wamefanya rieso kwa muda mrefu sana na tumetumia muda mrefu kushuti. Kwa hiyo hii sio kazi ya kulipuliwa. Kwa hiyo na najua kwamba kwa kum, kumwaminisha Mtanzania sasa hivi kwenda kuangalia tamthilia wakati anajua tamthilia nyingi ni mbovu na zinampotezea muda um, ni ngumu, lakini naomba waipe hii tamthilia nafasi as a last chance. Kama hii nayo haitawafaa basi hata mimi nimenyosha mikono, lakini kwa nimetumia uwezo wangu wote, na kwa mtu ambaye anafahamu kazi zangu ameangalia labda Going Bongo au kiumeni au peponi, anaelewa kwamba kitu chochote tunachotengeneza kinaangalika mwanzo mpaka mwisho. Hiyo ndio kitu ambacho mimi nimejaribu ku concentrate kwamba nikitengeneza kitu hata mimi mwenyewe naenjoy kuangalia. Watu wengi wanatengeneza series, wao wenyewe hawawezi kuziangalia, wala waziangalie. Kwa nini sisi tuziangalie? Kwa sababu haziangaliki, umeona. Kwa hiyo mimi nimejaribu kuangalia kitu kuandika kufanya kitu ambacho hata mimi mwenyewe ningependa kuangalia ni mkurugenzi mtendaji wa Bongo Lix. Tumekuwa na vision ya muda mrefu ya kuhakikisha tunakuwa na jukwaa la ndani ambalo litasaidia film producers, waandishi, waongozaji kuweza kupata soko la kuuza filamu. Na lengo letu sisi ni kutengeneza muundo wa kiuchumi wa kuhakikisha kila anayehusika katika filamu anapata faida sababu ukitengeneza filamu ambayo unaweka ubunifu mkubwa, na gharama inaongezeka, na gharama ikishaongezeka, inakuwa sio rahisi kuweka content hizo kwenye mitandao ya kijamii. Na kusema kweli, mifumo hii huwa ni gharama kuiunda, lakini tumeamua kutengeneza Bongo Lix, na maono yetu ni kuhakikisha tunatengeneza jukwaa ambalo linamilikiwa na Watanzania. Tuna mpango wa kuipeka kwenye soko la hisa na Watanzania wanavyotuunga mkono kwa kutazama filamu zioko kwenye Bongo Lix ndio wanatupa hamasa ya kuhakikisha mfumo huu unamilikiwa na Watanzania wote, na lengo letu sisi ni kuhakikisha tunakuwa na uwazi e, tuna modo mbalimbali e, mtu anaweza akatengeza filamu yake akaza, akaja akadistribute kwenye mfumo na tukampa access ya kuona mapato yake lakini kuna wengine tunashirikiana nao kama tulivyoshirikiana na Napoleon. Lengo ni kuhakikisha at least vijana wanapoweka nguvu na vipaji vyao waweze kufanikiwa kupata masoko. Ni kweli kuna masoko ya kimataifa, kuna masoko ya ndani. YouTube ipo inawasaidia vijana wengi, lakini ukweli ni kwamba sustainability inakuwa sio sio nzuri kwa sababu zi social media zinabadilisha policy kila wakati hatujui kesho itakwaje. Na sisi tunapounda mfumo huu lengo lake ni kwamba mtu anaweza akaangalia mwenendo wa kazi zake na kuhakikisha tunawafikia Watanzania wote East Africa na kuexport kacha yetu, kwa sababu platform yetu tuna, tunataka tujikite kwenye lugha ya Kiswahili. Ukiangalia majukwaa kima ya kimataifa yamejikita kwenye Kiingereza na kuna majukwaa mengine yamejikita kwenye Kifaransa lakini e, watazamaji ambao ni wa, wanaongea Kiswahili wanakaribia karibia milioni mia tatu Afrika. Ni soko kubwa ambalo tunaamini lugha yetu inaweza ikawa ni kinara pia ya kuweza kupeleka elimu kwa njia ya filamu kwenye masoko ya kimataifa, na lengo letu ni kuhakikisha tunasaidiana producer, waandishi kuzalisha kazi ambazo ni bora kama alivyozungumza Napoleon kwa kutumia wataalamu wa, wa ndani ili kuweza kuboost vipaji na kuhakikisha wanatoa kazi ambazo zinaweza zikaangaliwa ndani na nje. Na tunafahamu kwamba digitalization inakuwa kwa kasi, kuangalia content kwenye TV kunapotea taratibu taratibu. DVD ndio hizo zimeshaondoka, na miaka inapo inavyoenda ndivyo ambavyo Watanzania wengi wanatamani kupata maudhui kwenye simu zao. Ukiangalia Marekani, kuna video on demand kama Bongo Lix zaidi ya mia tatu Marekani peke yake na wote wana content. Tuko kwenye creative industry, hatushindani kwa kuuana, tunashindana kwa kuhakikisha tunaweka ubora zaidi, na tunatarajia majukwaa yataongezeka kwa sababu kadri tunavyokwenda, internet penetration inaongezeka kwenda vijijini wanaotumia wanaongezeka na tunaamini, e, Bongo Lix ni kama mtengeneza njia wa kuhakikisha tunajikita kwenye maudhui yetu, kwa sababu tunaweza kuchukua maudhui ya watu wengine tukayafanyia dubbing tukaweka kwenye platform, lakini sisi hiyo policy hatuna. Tunataka kuwezesha Watanzania watengeneze maudhui na pia tamaduni yetu iweze kwenda kwenye nchi zingine, hasa katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tuna ni platform ya ndani maono yetu ni kuhakikisha ni miliki ya Watanzania wote kupitia soko la hisa, na mwisho wa siku tuweze kutengeneza nguvu ya pamoja ya kusapoti vijana na vipaji kwa ajili ya, ku, ya kukuza uwezo wao na kukuza kipato chao. Tunatengeneza mfumo wa ajira, ni ecosystem ya maudhui, lakini ya kutengeneza uchumi, kutoka kwanzia wanaoandika, wanaoshuti, wanaoedit, wote wakifanya hivyo, wakijua wana platform ya kuweza kudistribute films zao.